Protokoli mambo mambo ya watumwa, vita ilipigwa pale. Official records wa Marekani wanasema ah, walikufa watu laki nane lakini wengine tunaambiwa ni zaidi ya milioni na kitu, lakini wakubwa wamesema laki nane Kwa hiyo wamemwaga damu kweli kweli kufikia pale, wafika sasa hivi wanajivuna na wananchi sawa, huh? Waingereza ambao nchi tumezoea kuita tu Uingereza kumaanisha United Kingdom, nao ni muungano ule wa nchi nne nchini England, Scotland na Northern Ireland mwaka sitini na nane Northern Ireland ikasema ah, lakini kwa nini tusijiunge tusijiunge, sina ah, ah, ah, wa Republic of Ireland imepigwa vita pale miaka thelathini, maelfu ya watu wameumia, wamekufa. Ndugu zangu, kuna wengine hapo napewa scholarship kipindi hicho kwenda Uingereza, wanaomba kwa Mungu mara tatu niende nisiende, wana uelewi hatu kaa kwenye basi sii litalipuka. Ilikuwa hali mbaya sana. Sasa niji sababu ya pili, baada ya kuona mnaweza kwa kwamba hata wakubwa wamepata matatizo, sisi lazima tujivunie hii nusu karne tuliyofika bila, bila, bila, bila shida za kumwaga damu kama wenzetu. Lakini la pili ambalo lilifanya watu wengi wachungu Kwa nini Tanzania inajadiliwa sana? Ni kwa sababu muungano huu ulifanikishwa na nchi mbili changa za Afrika na bila msaada wowote wa, wa fedha na utaalamu kutoka kwa wazungu waliotawala. Hiyo vijana mlioko vyuo vikuu hapa, difanyeni research, no single cent waliomba Mwalimu na Karume. Tena walikutana watu wote ambao eh, ni pan africanism, sio mzaha walifanya wenyewe kimya kimya kwa usiri tumeongea hapa, lakini zilikuwa nchi changa kupita kiasi. Sasa wamewezaje? Nasema changa kwa nini? Tunaingia muungano tarehe 26 April 64 Tanganyika ilikuwa na umri wa mwaka moja miezi minne na siku saba kama taifa huru lenye mamlaka ndani na nje ya nchi ili full sovereignty. Ambao naiongelea hiyo sasa ni 1962 ndipo ambapo Tanzania imepata full so, Tanganyika sorry, nazungumzia Tanganyika imepata full sovereignty. Zanzibar ilikuwa na umri wa miezi mitatu na nusu. Kulikuwa muungano wa nchi changa kweli kweli, ziko kwenye formative stage ya, ya, ya, ya kuwa sasa nchi ziweze kukaa vizuri ndipo tumekuwa wamekuwa wazee wetu na mazungumzo mazito namna hiyo wakaweza kuyafanikisha. Sasa swali likawa, <laughs> wataweza wezaji hawa <laughs> bila kusaidiwa na mzungu au mwarabu. Kwanza kabisa, Nyele na Karume wakaamua kama walivyosema nafikiri me, naibu katibu mkuu mitawi iko kwa siri wa, mawaziri wachache sana wa Zanzibar wachache sana Watanganyika walielewa kiochone sio dhadi ya wawili, kila sehemu, na ilikuwa muhimu sana kufanya hivyo. Hata mzee Karume mwanasheria yake mkuu mzee Wolfgang Dourado alimweka pembeni, alikuwa hamuamini, maana alikuwa ametokea kwenye serikali ya sultani, akaliangalia akasema, mm. Hili hapana, mm -mm. bad habits die hard dayd mm matendo mabaya hayamtoki mtu kwa urahisi, ngoja kae pembeni. Akija mwalimu pale kwa mazunzo, anatumwa kazi nyingine, mara nyingine mm, aise, pumzika nyumbani. Sasa tumefuku wewe, kapumzika tu, sasa kuona paka wiki moja. Kwa hiyo ndio ikawa hivyo, na wakamtumia mwanasheria mkuu wa Tanganyika, nitakueleza ile kidogo, muingereza Roland Brown, mwajiri wa Nyerere, walikutana na mwalimu akiwa anasoma, wakajuana vizuri, akaja kumwajiri hivyo, na lakini baadaye pia walimuomba Dani wa dada na Budere kumshauri mzee wetu Karume. Wanasheria hawa wakapendekeza muundo wa serikali moja, unitary government. Mwalimu Nyerere akawa wa kwanza kukataa muundo huo kata kata, kwa hoja kuwa muundo huo ungeimeza Zanzibar na utamaduni wake na historia yake adhimu. Kaliongelea mgeni rasmi umani, lisisitize vijana mlielewe, kwa sababu kuna upotoshaji wa aina nyingi ambao kweli tusikubali tena. Sheikh Karume aliuelewa wasiwasi wa mwalimu juu ya mfumo wa unitary wa serikali moja, wakaungana katika hili la kusisitiza washauri wao wawaletee muundo wa shirikisho federal structure. Nikisoma vitabu vingi, hatuongelei hilo lakini, msikize mwalimu, msikize Karume million, mwalimu anaongelea, tukamwambia tutengenezee e, federal structure na ndio federal structure wakataa, wakata kukurupuka nao wakawaambia A -a. Tunataka muundo wa shirikisho ambao utalinda kwanza autonomy ya Zanzibar. Sasa umeanza kupewa masharti pale, autonomy ya Zanzibar, lakini pili muundo utakao uzingatia hali halisi tulionao sisi wana muungano na hali halisi waliokuwa wanamuungano ni ipi? Mosi, tofauti kubwa ya wanamuungano kijiografia na kidemografia, yani katika wingi wa watu, Tanganyika kilomita za eh, mraba 945, Zanzibar kwa kilomita za mraba, maana nakumbuka eh, eh, ni kama 2654 na wakati huo Tanganyika ilikuwa na watu milioni kumi na mbili Eh, Zanzibar ikaona tu, laki tatu na kumi na mbili wazee wakasema, hilo hatutaki liwe kikwazo, ni nchi mbili hizi zinaungana na kutoa mfano duniani. Pili, muundo wa shirikisho unadai serikali ya tatu kwa nchi mbili. Kama mnaungana kupitia federal structure, kuna serikali ya tatu, serikali ya shirikisho yenye mfumo mzima wa serikali ambao uanzishwaji na uendeshaji wake huchangiwa na nchi zinazoungana. Wanasheria wa waasisi wetu wakaagizwa, walikuwa na mtihani mgumu, waje na mfumo wa shirikisho lakini wenye kuzingatia hayo maangalizo matatu niliyosema. E, na la mwisho ilikuwa ile la tatu ilo, maana ilikuwa ni otonome la pili, e, waangalie demografia na tatu gharama za kuiendesha serikali ya shirikisho tena hili nimelipata mimi kwa Roland Brown, mwenyewe nikutana naye Arusha akiwa bahati mbaya ndio kipindi hicho ambayo visimu vyetu hivi vilikuwa vya kutoa unatoa kale kawaya hivi hakuna kurekodi. Kwa hiyo yani, nilijuta kabisa na, na, na, na umekaa kwenye kaunta pale Hotel 77 uwezo ukatoa notebook kuanza kuandika, jamaa vipi chizi. Kwa hiyo nijidi kusikiliza. Ah, sikiliza, sikiliza yeye anasema Msisitizo tupate serikali ya shirikisho bila Zanzibar kuelemewa na kushindwa kuwaponya wananchi wake majeraha kale kadhaa ya utumwa na ukoloni na kuwarejesha wananchi imani na matumaini ya kesho. Haya no yanayoyasema, kama nilivyosema, niliyapata kwa Roland Brown, uh, Mwingereza Roland Brown aliwaelewa Mwalimu na Karume mawona, wasomi fulani hapa ndani vijana waelewe. Mwalimu leo aliwaelewa Mwalimu na, na mwenzake kwa sababu kipindi hicho kilikuwa cha mageuzi makubwa hata katika fikra kisheria duniani mageuzi yaliyochochewa na mchezo mchafu wa himaya ya Uingereza na nchi ya Ufaransa ya kuzitungia katiba na sheria nchi zilizokuwa zinaelekea kujitawala. Wanakuandalia kila kitu, katiba hii, hata kama utaki katiba hii we bana, huko upande umeshika makali, mwenzako wameshika mpini. Kwa hiyo ah, magwiji wa sheria duniani kama vile Professor Hoyar Lord Denning mwala jaji mashuhuri wa Uingereza walikosoa mchezo huo wa hatari na kudai kuwa katiba na sheria shurti ziwe na mizizi ya ndani, sio homegrown. Ukifuatilia kwa makini uongozi wa Nyerere na Karume utabaini kuwa hao wawili walikuwa mapacha, waumini wazuri wa dhana hiyo mpya e, katiba iliyokuwa inadai ni, ni, ni constitutional nationalism ingawa wanashia kusema constitutional autochthony a e, katika utungaji katiba na utungaji sheria. Kwa hiyo matokeo yake ndio tunaona kwenye hati ya makubaliano ya muungano, Articles of Union ya muungano e, kati ya hizi nchi zetu mbili mkataba ambao Mwalimu Nyerere na Sheikh Karume waliusaini kama siku ya leo lakini mwaka sitini na nne ukikwepa kuibebesha Zanzibar mapema mno majukumu ya shirikisho la serikali tatu zenye majukumu matatu katika kipindi tete cha mwanzo kabisa cha ukuaji wa taifa hili uliogubikwa kwa changamoto lukuki za maendeleo. Ukilielewa hilo kama Mtanzania utamwona Mwalimu na mwenzake Karume ni genius, kwa sababu wengine walioungana Afrika walifanana kabisa kimundo, kidemografia kama Tanganyika. Senegambia never took that into account. Muungano ulivunjika baada baada ya miaka saba, tena wakitafutiana hata uch uchawi na dini. Yaani ilikuwa hatari. Ndugu zangu, tungeamua kutekeleza muundo wa serikali tatu na majukumu matatu ili kuwafurahisha wazungu na waatfilina kadhaa muungano wetu usingedumu. Naomba tumshangilie Nyerere na Karume, walikuwa magenius. Na kama kuna kijana hapa anafanya PhD au masters, hebu jaribu kuangalia, hebu andika kitu, fanya utafiti, uangalie vichwa vya wale wazee. Hawakuomba msaada nje wafanyie, ila walimwajiri mtu. Wewe unatoka Uingereza, si misi mekuajili na Uganda, unatoka Uganda. Wazee very, very smart na katika utafiti wetu tuliwahi kukaa na wanasheria kadhaa kutafakari nini kingetokea, Tanganyika ingepewa serikali yake na masuala ya Zanzibar yangesimamiwa na serikali ya Muungano, sasa iwe vice versa. Jaribu kutafakari wewe mwenyewe. Sasa wale wanasheria wote watano walisema Zanzibar isingekubali kabisa. <laughs> Kwa nini? wao wapoteze jina na Zanzibar na mambo yao yatekelezwe na serikali ya Muungano. Kwa hiyo na dunia ingesema Zanzibar imemezwa, kitu ambacho Mwalimu Nyerere na Karume hawakutaka kabisa kitokee. Nimeelezwa kwa kifupi kwa nini Muungano wetu umekuwa kivutio eh, kwa mijadala mbalimbali duniani katika, lakini katika mijadala hiyo mengi ya kuelimisha yamesemwa, lakini mengi vile vile ya ya, ya, ya, ya kupotosha ukweli yameandikwa. Ni wajibu wetu sisi sasa kipindi hiki ofisi ya Makamu wa Rais na imedhamiria pia ujingajinga mwingi uliochomekwa kutuvuruga. Hiki ndio kipindi cha kuondoa. Wasiwasi wangu mkubwa ni generation hii tulio nayo sasa, inayoshinda kwenye intaneti, na kwenye intaneti ndio kabisa muungano umevurugwa kweli kweli. Vijana wetu wanalishwa matango pori kuhusu historia ya taifa lao madhara ya historia iliyopotoshwa ni makubwa kwa jamii kuliko hata madhara ya silaha za maangamizi au uviko kumi na tisa, kwani haya ni matukio ya vipindi fulani fulani tu, lakini madhara ya upotoshaji wa historia ni ya vizazi na vizazi na vizazi, yanayoweza kudumu hata kwa karne kadhaa wahusika wasipozinduka mapema kutoka usingizini. Ni wajibu wetu kusahihisha upotoshaji wa aina yote ile, na leo tuna fursa kama mheshimiwa waziri alivyotueleza, e, continuous education mpaka mpaka siku nyingine ya muungano inatakiwa sana ni, ni, ni, ni, ni, kwa sababu basi nirukia kitu, vitu viwili vifupi tu, uh, ili niwachie wenzangu yale maeneo ambayo nisiyagusa. Na mimi naomba ile picha Nyerere akichanganya udongo ndio hii hapa ah, na nyingine iko pale Nashukuru sana na hii picha kubwa, mimi nimesha ingia kwenye mijadala mingi sana kwenye mitandao. Picha hii inatafsiriwa visivyo. Vijana wangu naomba mlisikilize, vijana anauliza genuinely, ah, sasa huu muungano inaonekana ulikuwa wa bara tu, kwa nini Nyerere shika udongo wa Zanzibar nashika udongo wa Tanganyika halafu ndio kuweka pamoja kwanie, simwachie mwenzie, halafu ilikuwa ndio siku ya muungano tarehe 26 Aprili 1964 vijana wangu nawaambia, hapana, hiyo caption imezunguka dunia nzima inasema hivi: Habari, my name is Doreen Kwayu and I head business operations at SportPesa Tanzania. Massive congratulations to Yes and Mixed by Yes for hitting the 100 day mark since your rebrand. What a journey it's been

Ndugu yake Sheikh Karume ni makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo walichopanga pale ito symbolic kwamba mimi ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amiri jeshi mkuu wa taifa hili. Wazanzibari, Watanganyika wote ni wangu, wanaoingia kwenye chungu hiki hiki. Ni chungu cha hili taifa jipya. Ilikuwa ni symbolism. Kwa hiyo wote vijana wanaosema unaona unaona mambo ya Nyerere. Uongo, mwambie ilipigwa lini wewe? Hii ilipigwa siku ya kuadhimisha mwaka wa kwanza. Mwaka wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tena kipindi tumepata na jina letu la Tanzania. Tuko naitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Eh, nitumie nafasi hii vile vile, Mheshimiwa Waziri, nimpongeze kijana mmoja mwanasheria anaitwa Ganga Mlipano ni maarufu kwenye mitandao kama Mzee wa Atikali kwa ufafanuzi wa kina anaofanya mara kwa mara kuhusu masuala mengi ya kitaifa, ikiwemo hata hili la mwalimu kuchanganywa udongo na watu wakaza maneno, ambalo lilianza kujitokeza kwenye nyaraka zetu rasmi kwamba tukio hilo la kihistoria lilifanyika mwaka 64. Nikupongeze vile vilevile Mheshimiwa waziri kwa ofisi yako kuchapisha kitabu mwaka 2022 kuhusu chimbuko, msingi na maendeleo ya muungano. E, ambacho kinasaiisha baadhi ya dosari hizi kuhusu muungano. Hivyo basi, aa, kitendo hicho cha mwalimu kuchanganya udongo kilikuwa kitendo kizuri kabisa aa, cha kitaifa. Lakini upotoshaji wa mwisho sio mwisho, ni kama kumi hivi. Upotoshaji mwingine ni ujadili tu sasa hivi dakika mbili nafikiri. Hebu nenda kwenye Google, ingia kwenye Google andika CIA na muungano wa Tanganyika na Zanzibar I say au vice versa. Utashtuka. Ni stories nyingi. Utaona msururu wa taarifa mbalimbali za kitamthilia tamthilia hivi zikimuonesha ti mzungu mmoja anaitwa Kaluchi akiwa ubalozi wa Marekani Nairobi, e, akichochea mambo Zanzibar kama James Bond vile, eh, yani, yani sinema James Bond vile utter nonsense. Tunaecewa sisi kwa dharau tu. Alafu kinachouma, magazeti yetu hapa yana pick your story kuandika, it's only in Tanzania, ambako unaweza ukachezea msingi wa taifa kijingajinga namna hiyo, na, na sitomwangalia ndugu zangu naomba niwaeleze vijana wa Tanzania kwamba hizo ni poroja zilizotengenezwa na wahafidhina wasioamini jema lolote kuweza kuasisiwa na mtu mweusi, bali mzungu kule nje. Mimi nimesoma Ujerumani. Appreciation ya wasomi wa kijerumani wa sheria kwa Karume na mwalimu wanashinda tu, wafanye nini? Kwamba ni kitu ambacho hawakutegemea watu weusi wakakifanya tulikamata utumwa kwa zaidi ya karne tatu tukaunganishwa na kutawaliwa na wageni kwenye ukoloni e, barani mwetu humu humu. Unajua, kama mpira wa cross vile, wana wanapigana cross tu, tunaendelea kushughulikiwa na kuwa utu wetu, tusijiamini, tujidharau, tukaaminishwa kuwa bila mwarabu na mzungu maendeleo hayawezekaniki. Ndio maana mara baada ya kujitawala, Mwalimu Nyerere alizunguka nchi yote akirudia rudia kauli mbiu yake, ili tuendelee tunahitaji vitu vinne tu, watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Bado tunao diehards mpaka leo, ambapo bila kumwongezea mzungu kwenye hivyo vitu vinne ili tuweze kuendelea, akili haifanyi kazi chanzo kikuu cha taarifa hizi za kipuuzi kuhusiana na muungano wetu ambazo zinanukuliwa blindly mpaka na magazeti yetu kila mwaka. Nimechoka, nimeona moja jana, ndio nikasema niliongelee hili. Na hao watu nitawaita ni wenzetu wa Mwananchi, kwa kweli sina mamlaka, lakini nitawaita tu kama mzalendo kuwashtaki kwa makamu wa rais. Tumechoka. This is the only country ambayo unafanya mzao kwa msingi wa taifa lako, kwa kuchukua hizi novel. Huyu mama ameandika kitabu, kimeitwa anaitwa Amrit, anaitwa Amrit Wilson, kitabu chake kinaitwa US Foreign Policy and Revolution The Creation of Tanzania. Ni kututukana tu huko, eti tumetengenezwa na CIA sisi. Kilichapishwa Uingereza miaka 36 iliyopita, na mimi nisikitika sana kwenye utangulizi wa kitabu hiki utangulizi umeandikwa na mzee wetu Abdurahman Babu. Sasa ndio tujuane hapa vizuri. Kitabu hiki naeleza dunia kuwa muungano wa Tanganyika na Zanzibar haukutokana na juhudi za Nyerere na Karume mm -mm. Ila CIA. Pumbavu kabisa, kwa sababu ya nisamehe sana, meshnaj jamani, naomba nisamee, naomba nisamee. Hiyo lugha nimetafuta yani eti, eti ila ilikuwa ni mikakati ya kijasusi ya Marekani na Uingereza kuzuia kusambaa kwa ukomunisti Afrika ya Mashariki. Na ukomunisti wenyewe wanaongelea eti eti Babu na wenzake kama wili watatu walikuwa komunisti. Wewe you have reached a critical mass ya kwenza dunia yote kubwa ile, eti eti inaanza kuwatafuta na inatetemeka. Na nyie jamani, hebu tuache poloju hizi jamani. Udhaifu mkubwa wa kitabu hicho ni kuhitimisha hoja kubwa inayohusu mataifa mawili huru yaliyoungana kwa kutumia vivuli tu vya mawasiliano eti ya eti Nairobi wanaongea ongea tu wale bankarani kule na kusema ah, hii ni CIA na kile, kwa kipindi cha vita baridi. Amri alitakiwa azibainishe tetesi hizo za kibalozi na hali halisi ya kisiasa na kijamii ndani ya Zanzibar na Tanganyika, kabla na baada wana Afrika Mashariki kuunda vuguvugu la ukombozi wa nchi za Afrika Mashariki na Kati Buffmaker. Na matokeo yake on the ground. Hapo ninge mweshima Sure, her entire narrative is pure conjecture. Porojo, simulizi. Daktari, una dakika mbili za kuhitimisha. Hakuna ushahidi wowote nimalizia, asira kidogo, hakuna yes, ushahidi wowote wa nyaraka, lakini miaka tisa baadaye ndio taarifa nzuri, nawapa vijana miaka tisa iliyopita. Miaka tisa iliyopita. Sorry. Uvumilivu wa kusoma porojo na kukaa kimya ulimshinda Profesa Ethan Sanders wa Chuo Kikuu cha Bridgewater, Massachusetts, Marekani, anayeheshimika sana kwa misimamo iliyonyoka kwa kulifanyia utafiti wa kina swala hili, utafiti uliothibitisha kuwa mwanamama Amrit alilishwa matango pori na akina babu. Matokeo ya utafiti wake wenye ushahidi wa nyaraka za siri za serikali ya Marekani aliuchapisha mwaka 2016 kwenye jarida maarufu la kitaaluma la African Review, na anasema naomba nimkuu, nimnukuu ili nimalize wasilisho eh, langu na na hii mimi, African Review nimewatumia rafiki zangu wengi sana sasa hivi hawaandiki chote kuhusu mambo ya muungano. Sema so, andikeni basi mnitakueleka vibaya tu. Anasema profesa, ufuatiliaji wa karibu wa nyaraka za siri za kiusalama za Marekani ambazo hivi karibuni ziliondolewa usiri zinathibitisha kuwa muungano huu haukuwa mpango wa Marekani wala Uingereza. Ushahidi unaonyesha kuwa wa Marekani hawakujua kilichokuwa kinaendelea. Wazo la kuunganisha Tanganyika na Zanzibar lilikuwa bila shaka yote la Waafrika wenyewe, wazo lenye historia ndefu kuanzia miaka ya 40. Sema tu niachie hapo, lakini naye huyu Sanders nambishia kwamba sio miaka ya 40 ndio nyuma zaidi. Ningepata muda hapa, pengine baadaye katika majadiliano taeleza nyuma zaidi, ambapo sisi kuanzia 20s tuna ushirikiano wa kisiasa kuwapiga wa wakoloni, inaanzisha Tanzania uh, inaanzisha African Association ya, ya Tanganyika ya Waafrika Tanganyika hapa mwaka 1927 inaanzisha branches Zanzibar mpaka Zanzibar yenyewe nayo ikaanzisha African Association ya kwake. Baadaye ukimsoma Matoke na mwenzake wameleka kitabu cha historia hicho, wanasema <laughs> I say, kuanzia mwaka 378 African Association ya Tanganyika na African Association ya Zanzibar zilikuwa zinafanya annual meetings, mikutano ya mwaka pamoja, tena kwa kuzunguka Dodoma, Dar es Salaam na Zanzibar, wakaacha mwaka 42 kutoka vita kuu ya pili ya dunia restriction ya kuzungukazunguka kwenye maji. Kwa hiyo ikaachwa pale, ni ushirikiano huo, na African Association hizi ndizo zilizozalisha tano, ndizo zilizozalisha ASP, na vile vile African Association ya Shirazi nayo ikaundwa, mmm, tusibaki nyuma, na ni mwalimu aliyekuwepo Zanzibar ku witness ASP, African Association na Shirazi Association zikiungana kuunda ASP, lakini si yeye, hawakuwepo. Sijui alikuwa amevaa nguo gani. Ma, mala, hawa, yote yako tunaanzisha African Association hawapo Bibi hmm. Titi Muhammad na mwenzake mama nani huyu wa, wa Kilimanjaro Uislamu. Uislamu. Walikuwa wamejichimbia Zanzibar mpaka ukisoma rekodi za, za, za baraza la Zanzibar wanalalamika, oh, bwana watu wa bara wameingia humu ndani wanaingia humu ndani wanaingilia sasa zetu, ndio hiyo kazi tano inafanya mchango shilingi elfu kumi na moja kupeleka kwa SP watengeze pesa kwa ajili ya uchaguzi. Watu wana kanga elfu kumi na moja si kumi na moja ilikuwa na nini? Maana msaada shilingi elfu kumi na moja kanga doti elfu kumi na moja kwamba uzeni mpate pesa. Huu ni ushirikiano. CIA ilikuwa wapi? Nafikiri niishia hapa, naweza kuongea sasa mpaka kesho asubuhi. Asanteni sana. Asante. Asante sana, naomba tuongeze makofi kwa daktari wa falsafa na tu, tulimwachia kidogo kwa sababu